Nilivyokwenda uh, kanda za chini, wanasema nyanda za juu kusini. Sasa um, siku nikawa niko kwenye vipimo, lakini katendi wagonjwa wengi sana, na most of them wakawa nazungumzia kuhusiana, tunakuta kuna pressure imepanda sana, mpaka wakati mwingine mpaka 200. You can imagine mia mbili kwa mia na kumi mia na gapi? Wakati unaona unashangaa, what is happening katika ki katika grupu hili la watu hawa. Sasa nikagundua kwamba kuna vitu vingi ambavyo vimesababisha, lakini unakuta watu wa kule wengi nao pia wameshibashiba kidogo, wamenemba kiasi. Yes, kwamba sasa there is a way ya kuwasaidia sasa. Katika vipimo vyangu nikagundua kuna cholesterol content was too high katika watu waliokuwa wengi. Sasa um, blood pressure ni kile kitendo cha kwamba pressure inaanzia kati ya 90 mpaka 140 ndio normal, lakini pia na ile pressure ambayo inaanzia 60 mpaka 90 ya chini, yani diastolic na systolic, ambapo zinakuwa hivyo ndio normal tunaiongea. Sasa wale ambao wa wana zaidi ya kiwango hicho, that is what we call hypertension, na hicho ndicho tunachokiita hypertension au na ni shinikizo la damu la juu. Sasa sisi tumekuja na dawa ambazo tunamaliza shinikizo la damu tuache yale mambo ya kuingia mikataba ya kutumia dawa maisha yako yote yaliyobaki. Tutumie sasa dawa ambazo zimetengenezwa kwa nani, kemiko zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda, ambazo zinaweza kufix out hii mambo ya pressure na ikaisha ndani ya kipindi kifupi sana. Sasa ifike stage sasa kujionea huruma sasa na wewe. Jionea huruma mambo kutumia madawa kwa muda mrefu ambayo anaenda kuumiza mpaka uh, vyanzo vingine kama figo na vitu vingine ambavyo havistahiki Wepo katika changamoto. Thank you so much sisi tutaweka namba zetu hapo chini kwa ajili ya mawasiliano na kama tutuhitaji, usisite kututafuta. Naitwa daktari.